Apaskumaiko kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Simiyu. Ikiwa imesalia siku moja kwa ajili ya kuhitimisha zoezi la uhakiki wa namba ya utambulisho kwa mlipa kodi yani TIN inaloendeshwa ya na mamlaka ya mapato Tanzania TRA, idadi kubwa ya watu wamejitokeza kwa wingi katika vituo mbalimbali huku mbali, baadhi ya vituo vikionekana kabisa kwamba vimeelemewa. Tupe taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Beatrice Eric. Chaniteni imetembelea TRA mwenge na Millennium Tower ambako imeshuhudia misururu ya watu wakisubiri kupatiwa huduma ambapo baadhi yao wamesema hii ni tabia ya Watanzania kudharau matangazo mbalimbali yanayotolewa na serikali na kuibuka siku za mwisho na kuwalazimu watu wa huduma kufanya kazi hata baada ya saa za kazi, huku wakilalamikia kutohudumiwa kwa wakati. Kuna msongamano wa, wa watu wengi sana, ambao mpaka sasa huduma zimekuwa chache kulingana na utaratibu ambao ulikuwepo tangu awali. Kwa hiyo kwa Watanzania na shauri tunaomba tufate maelekezo ili tuweze kuokoa taratibu za kikazi ili kuweza kufanikisha zoezi zima kwa ujumla. Niseme kwamba kwanza, ta kuna tabia ya watu wengine kudharau agizo ambalo aa linaagizwa na, na serikali. Kweli hilo lipo, lakini pia serikali ingeangalia, kuna utaratibu wa kuangalia watu ambao kweli walikuwa wako busy na kazi, kwa waangalie jinsi gani wanaweza kuwasaidia watu ambao kweli walikuwa wako busy na kazi. Ninaomba Watanzania waweze kujitambua, jukumu la ku update taarifa zako ni la kwako na unapokuwa una update taarifa zako unapashwa ujitambue kwamba ni kwa wakati gani serikali imetoa announcement. Mkurugenzi wa huduma na elimu kwa mlipa kodi TRA Richard Kayombo amesema zoezi hilo lilianza rasmi mwezi Agosti mwaka jana na lilitarajiwa kukamilika mwezi Novemba mwaka jana, lakini TRA ikaongeza muda hadi Januari 31 mwaka huu kutokana na mapungufu mbalimbali yaliyojitokeza ikiwemo vifaa na vituo, hivyo haitatoa tena muda wa ziada. Wale ambao bado watumie hii siku moja ambayo imebaki, wa kikitini zao kwa sababu hatutasogeza muda mbele, na kwa sababu tunataka tuende na mikoa mingine vifaa e, na watumishi ambao tunawatumia katika zoezi hili ni watazunguka nchi nzima kwa nia ya kwa kuhakikisha kwamba tunapata taarifa sahihi za walipa kodi wetu. Kutoka Dar es Salaam, Eric Channel 10 na